Tutakuwa na kikosi ambacho kitapita kupata taarifa, lakini na kukamata wale ambao wanashukiwa kuwa ni wahalifu. Kwa hiyo mwape msaada, watapita humu kutafuta taarifa na watakamata kamata kweli, lakini hawataonea mtanzania ambaye sio mhalifu. Lakini la pili, doria zetu zitafanyika usiku na mchana. Mtaona doria zetu doria zetu upande wa polisi watakuwa na doria, lakini upande wa jeshi la wananchi wa Tanzania watakuwa na sehemu ya doria. <coughs> Lakini la tatu, kama nilivyosema hapo awali, wale wageni wasisahau nyumbani kwao wale wageni wasahau nyumbani kwao. Kama umetoka Kongo, kama umetoka Burundi na hukufata taratibu, fata taratibu. Lakini kama hutafata taratibu kuanzia kesho, kama takamata, itaanza na usilaumu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watanzania wetu wanaokwenda kuishi Burundi wanafata utaratibu. Watanzania wetu wanaokwenda Kongo wanafata utaratibu. Hii nchi na wenyewe usitaki kugombanisha serikali zetu, fata utaratibu, na kama uwezi kufata utaratibu rudi ulikotoka kuanzia sasa, tukitoka hapa, hii nchi ni ya kwetu, sio shamba la bibi, na kama umekuja kufanya kazi Fata utaratibu, wewe sio Mtanzania. Lakini natoa maelekezo kwa hawa uhamiaji, vijana wetu wa uhamiaji, wabembe wapo wa Tanzania na ambao sio Watanzania, wajeruo wapo Watanzania na ambao sio Watanzania, na wakulia sisi tupo wa Tanzania na wengine ambao sio Watanzania. Manake, tunapokuwa tunahoji tuhoji kwa ustaarabu na kwa heshima kubwa.